Na mpango wa mamilioni ya pesa ya unyunyizaji mashamba maji wa Waga Machame ulioanzishwa na Wizara ya Maji sasa unanufaisha zaidi ya watu elfu moja ambao sasa wanafurahia matunda ya kazi yao. Baada ya miaka mitano ya kutotekelezwa shughuli zozote za kilimo kwenye ardhi hiyo, wakazi wa sehemu hiyo watavuna mchele wao wa kwanza kwenye shughuli inayosema itainua uchumi wao na kuhakikisha kuwepo kwa chakula cha kutosha katika eneo hilo. Ya Vanga, kaunti ndogo ya Lungalunga, kaunti ya Kwale. Kundi jipya la wafanyabiashara wa mazao ya kilimo linachipuka. Ukitazama unaweza kudhani hizi ni nyasi ndefu zilizo katikati mwa eneo lenye nyasi nyingi, lakini hili ni mashamba kubwa la mpunga ambako wakulima hawa wanajiandaa kuvuna walichopanda. Wakulima hawa walio na umri wa kati ya miaka 40 na 70 wamekuwa wakifanya kazi kwenye shamba hili la ukubwa ekari 11, 12, 11, wa hekari 1211 kwa zaidi ya miezi sita sasa, na wote wanashukuru kuona mpunga sasa umekuwa mzuri. Ndani ya miaka mitano ambayo imepita, ilikuwa hakuna hichi kilimo. Familia yangu utasaidia na mwingine itauza lakini sana tutasaidia njaa. E, sipendi kuuza, labda niwe na dhiki ndo huna budi. Lakini safari ya kuona zao hili likinawiri haijakuwa rahisi. Sio kama pale mwanzo ulikuwa tunatumia huu mto wa kuchimba, taimu yote tunaambua, twendeni tukachimbe tukatoe mataka. Sasa huwa tunapata changamoto nyingi, maake wengine kina mama nguvu zao hawana mtu anashinda na njaa hapa mchana kutwa kusafishana na mtu, ukiondoka, ukifika nyumbani hakuna kitu. Kwani mwaka elfu mbili kumi na saba sehemu hii ilikumbwa na jambo lisilo la kawaida, wakati mto Umba ambao chanzo chake kiko nchini Tanzania ulipobadilisha mkondo. Kwa juhudi zilizofanywa na serikali, tulipeleka maombi yetu, akakubalika tukatengezewa kule ambako kumeharibika, mwarongo kulivunjika tena, alafu kukatengezwa tena. Tashukuru Mungu, maji yameelekea na tumepambana tumeli, tumelima tumepata mpunga ndio huu. Kipigo cha maumbile kilikatiza maji kwa wakazi wa eneo hili na kuilazimu serikali kuingilia kati ili kuwaokoa. Wizara ya Maji na Unyunyizaji Maji Mashambani iliingilia kati na kuchimba mifereji ili kuwawezesha wakazi kupata maji tena. Kwa sasa ni furaha na densi miongoni mwa wale waliofanya kazi kwenye mradi huu. Abdiaziz Hashim kutoka kaunti ya Kwale.